Shoti na najua nini mpaka mtu anasema, wakati anasali anamtukana yeye nafsi yake yeye, nafikiri anatasbih, kumbe yashtumu nafsahu au yasubu nafsahu, yani hayo. Anasoma aya gani, nyirali gani huyu? Ndakiwa la kama yeye amechoka siku moja na hawezi kuvumilia kusa kusali isha siku moja moja, ama amechoka, dharura haina shida, lakini sio kawaida yake kila siku naam. Naam, shukran hmm. uh, sana uh, Sheikh Ali Bahir, unaona kuna masuala mengi pia ametumwa kupitia mtandao wetu wa YouTube hmm. Na swala hili limeulizwa na ndugu yangu anaitwa Burhan Nasir hmm. anauliza, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh hmm. Wa salaam. Naomba kujua ipi hukumu ya kutumia uchawi mweusi wakati mtu yuko hali mbaya hmm. ili kuokoa roho yake hmm. yani asipofanyiwa tiba ya aina hiyo hmm. anaweza kupoteza maisha yake. Wallahi yani hatuwezi kutoa njia na Uislamu wetu ulivyotufundisha. Mtu kutumia uchawi mweusi, uchawi mweupe, uchawi mwekundu, uchawi kwa aina zake zote ni muharama shara